Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Matangazo ya leo tarehe 28 mwezi wa 9 2025. Leo ni sikukuu ya watoto malaika ma, Mikaeli na watoto wote. Neno kuu tuwapende na kuajali watoto katika Bwana. Masomo: Zaburi mlango wa 113 mstari wa kwanza hadi wa 9. Yohana mlango Kumbukumbu la Torati mlango wa sita mstari wa sita hadi wa tisa. Tangazo la wa kwanza, wageni. Tunawakaribisha wageni na wenyeji wote mliokuja kuabudu pamoja nasi siku ya leo. Karibuni tumwabudu Mungu wetu katika roho na kweli. Kwa wageni ambao ni mara ya kwanza kufika kuabudu pamoja nasi, naomba msimame na kutupungia mikono na mazito matatu. Tangazo la pili, utaratibu wa ibada zetu. Ibada yetu ni moja, inaanza saa moja kamili hadi saa 4 kamili asubuhi, ikiwa sambamba na shule ya Jumapili katika darasa lao. Kila Jumapili saa 9 kamili hadi saa 12 kamili jioni ni fellowship. na kila Alhamisi na ni evening glory. Karibuni nyote tujifunze zaidi neno la Mungu.